Ilikuwa na watu 38 na eh, lakini kwa baada ya kesi kuitwa, e, mkurugenzi wa mashtaka amesema mahakamani kwamba hana nia ya kuendelea na hizo kesi kwa mujibu wa kifungu namba tisini na mbili. Kwa hiyo washtakiwa wote e, hawa kwenye hizo kesi wameachiwa isipokuwa kwenye kesi ya watu kumi na tatu watu wawili tayari wameshaachiwa , waliachiwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kwa hiyo kwenye kesi ya watu 13 ya John Alexander na wenzake, walioachiwa leo ni 11, kwa maana ya wale wawili waliachiwa tarehe 25. Kwa hiyo kwenye kesi hiyo wote wameachiwa huru na mahakama na mkurugenzi wa mashtaka, na hayo mamlaka kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai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 utaratibu wa kusaini ili waweze eh, kwenda nyumbani wakajumuike na familia zao. <coughs>